Wito wa kuwajibika kwa serikali ya kaunti ya Mombasa umetolewa na wakazi wa eneo bunge la Kisauni mtaa wa Junda Kadzonzo. Hii ni kutokana na kero la barabara duni yenye kuelekea shule ya msingi ya New Hope, ambayo kwa miaka ishirini imejaa shimo na mawe. Wakazi wa hapo wakilalamikia kero la kuangaika kwa usafiri. Ije mvua ije jua, hatuna barabara. Barabara ndio hizo zimeporomoka. Watu wanavunjika miguu, kila kukicha toto wetu wameumia. Saahii hatuwezi kupitisha mama mchamzito, hatuwezi kusaidia mtu kama mgonjwa katika nani ya nyumba, tunabeba kwa vichwa. Jameni, tuko Kenya hii ama si tuko Kenya nyingine? Hata sisi wa mama tukiamua kwenda kule mlango saba twashindwa, tujui tuende kwa magoti, tujui tutambae makalio, maanake njia ni mbaya i yeah. hii ni barabara kwenda watu, hii si barabara kwenda watu. Ukitoka hapa hiyo barabara ni kama magovyo, magovyo, magovyo, magovyo, magovyo, mpaka huko barabarani. Mtu akifa hapa abia bwana kichwa. Lakini kwa zikifika magari yaja. Juhudi za wakazi hawa ya kuitisha usaidizi kutoka kwa viongozi wao umegonga mwamba. Hii ni kutokana na kukosa kuchukuliwa kwa hatua zozote licha ya ahadi tofauti kupeanwa ya kuikarabati barabara hiyo. Tumejaribu, tumemkufikia MCA wetu, tumeshatembea naye, tukamwonyesha tatizo tulio nalo, akapromise atashughulika, hajafanya. Tumeshaandika barua zetu, zimefikia mbunge, lakini hakuna chochote tumeshashughulika nacho. Tumejaribu mpaka tumefika kwa gavana, lakini hakuna chochote. Watu wote wanatu promise tu, lakini hakuna cha kufanya, hakuna barabara. Kila kampeni ikiingia, wanasiasa mleji, tutatengezewa barabara. Kila ikiingia wanakuja, hatutengezewi Magavana wanashuka hata wakati wa kwanza. Gavana wale wa kwanza wakianza, walipita hii barabara akasema wakiingia tu atatutengezea Joha akapotea. Ab, abrusamari akaja pia amepotea. MP mwenyewe anajenga hapa hapa kwetu, hawezi kuingia. Akitaka kura ajapa shuleni New Hope barabara, anasema gari lake aliacha pale juu. Sisi kwani sisi ndio hatu, hatuna kura? Ilani ya wiki mbili imetolewa na wenyeji wa hapa kuikarabati barabara hiyo, la sivyo watafanya maandamano hadi y afisini mwa gavana Nasir ili kutafuta haki yao. Sasa naona ikizidi sana kama hatu, aman yani hatuangaliwi, naona tutaandamana mpaka kwa maofisi. Tumeleta hii media kwanza ndio tu, tuone kama ta respond. Kama hata respond Vilevile vile, kampuni ya usambazaji wa umeme nchini KPLC imeombwa kufika eneo hilo ili kuirekebisha gogo la umeme ambalo linaonekana kukaribia kuanguka hivyo kuwaletea wasiwasi mwingi wakazi wa eneo hilo la Kadzonzo. David Lukoe, Mvita FM, kutoka kaunti ya Mombasa.